Kwamba tusijifanye wajanja, baada ya kukamilika ili zoezi watu wakaja nyuma wakaamua kuzichukua hizi bidhaa na kuzitumia, kwa sababu serikali inapata gharama kubwa katika kuangamiza bidhaa hizi ili kukinga afya za wananchi zisiathirike kutokana na vyakula hivi ambavyo havifai matumizi yake, na si wananchi tu, hata wanyama wetu kuwapa wako wanaosema kwamba wacha tuipe mifugo yetu, kumbe mifugo ile hatimaye inaliwa na wananchi, na ikiwa mifugo ile imeathirika kutokana na matumizi ya bidhaa kama hizi, na sisi tunapotumia nyama au vyovyote vinavyotokana na mifugo ile, na sisi tunapata athari. Kwa hivyo tunaomba kwanza, baada ya hili zoezi kukamilika, watu wasije kuchukua hivi vitu kwa matumizi yoyote yale, lakini pia sisi wenyewe watu wa maeneo haya tuanze kuwa mstari wa mwanzo wa ulinzi kuhakikisha kwamba watoto wetu, vijana wetu, wazee wetu hawaji katika kuvitumia tena vitu kama hivi katika shughuli zetu za kutafuta maisha.